Sehemu ya sita chakula cha usiku cha Simba na Zuchu. James Shija aingia kwenye ndoa ya watu kama mgeni wa heshima na kicheko. Ilipofika saa mbili usiku, nilipokea ujumbe WhatsApp kutoka kwa Simba mwenyewe. Diamond: Kaka James, leo usiku fika nyumbani, nataka tukuoneshe kazi ya mikono yetu. Mimi na mke wangu tumepika wenyewe. Nilijichekea. Nikasema kimoyomoyo, sasa Simba wa Tandale amegeuka chefu wa mapenzi. He. Nikafika nyumbani kwake Mbezi, nikakutana na mapokezi ya kifahari, taa zinameremeta, muziki wa soft jazz unacheza, na harufu ya pilau inatoka jikoni kama wimbo wa mapenzi. Zuchu akanikaribisha kwa tabasamu, karibu kaka James, leo tunakukaribisha rasmi kwenye familia ya Wasafi wa ndoa. James: Asante sana, Zuchu wa mapenzi. Naona hapa ndani harufu ya ndoa imeshika kama manukato ya Dubai. Wote wanacheka. Diamond anatoka jikoni akiwa amevaa apron iliyoandikwa Simba the Chef, mikono imeloa jasho lakini uso unacheka. James: We Simba! Sasa umegeuka mpishi wa Bongo Fleva? Diamond: Kaka, leo nimeamua nijaribu upishi. Nimepika pilau, samaki wa kukaanga, na juisi ya miwa nilitaka nikuheshimu kwa matokeo ya mafunzo yako ya ndoa. James: vizuri sana! Ila usinishtue kesho nione kichwa cha habari: Simba apika na kunyamaza siku tatu. Wote wanacheka mpaka Zuchu analia kwa furaha. Tukaanza kula. Baada ya dakika chache, nikachukua kijiko cha pilau, nikapiga bite ya kwanza, nikanyamaza kidogo. Zuchu: kwa wasiwasi, vipi kaka James, umekiona kitu? Ndiyo, Ladha hii ni mpya kabisa, ni kama upendo na chumvi vimegombana kidogo. Diamond, akihema: kaka, nilijaribu kuweka chumvi kwa feeling tu, bila kipimo. James <laughs> Simba, kwenye mapenzi na kwenye pilau, feeling peke yake haitoshi, lazima kipimo. Zuchu anacheka hadi anatoka machozi. Zuchu: kaka James, unajua huyu bwana anataka kila kitu kiwe kama show. Alikuwa anapika huko anaimba Naanzaje bila Wewe. James, hapo ndipo tatizo lilipo. Wakati unachanganya mchele na viungo, ulikuwa unachanganya noti za nyimbo, ndio maana pilau limepata chorus ya moto. Baada ya chakula tukaenda sebuleni kunywa juisi ya miwa. Diamond, kaka James, kwa kweli nimejifunza, ndoa ni shule na wewe ni mwalimu wa darasa la mapenzi. James, hapana Simba, mimi ni msaidizi tu, mwalimu wenu ni maisha. Maisha yakiweka pilipili kidogo yanakukumbusha kuwa upendo unahitaji maji ya subira. Zuchu: we kaka James unazungumza maneno ya hekima. Mimi nitakuhifadhi kama uncle wa mapenzi. Diamond: na mimi nasema hivi, ushauri wako nimeuthibitisha, ndoa sio mziki wa studio, ni mziki wa moyo. James: Ninainuka. Basi, leo nimefurahia kuona Simba na malkia wake wanapika, wanacheka, wanajifunza. Kumbukeni, mapenzi mazuri siyo yale yanayoonekana Instagram, ni yale yanayowekwa chumvi ya subira, pilipili ya uaminifu, na jiko la maombi. Wote wanasimama, wanakumbatiana kwa furaha, kamera za Wasafi zinawaka, tukio limekuwa dinner of love. Mwisho wa sehemu ya sita. Nilirudi nyumbani nikicheka, nikasema, sasa Simba si tu ana sauti nzuri, ana ladha ya mapenzi jikoni na mimi James Shija mshauri wa ndoa, nikaandika kwenye daftari langu: upendo ukiiva, harufu yake inajaza dunia.